Kikosi cha wasomi cha kijeshi kimetangaza kutwaa mamlaka nchini Madagascar kutoka kwa Rais Andry Rajoelina kufuatia wiki kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana ya Gen Z katika kisiwa hicho cha Bahari ya Hindi. Akiwa amesimama nje ya ikulu ya Rais siku ya Jumanne, Kanali Michael Randriairina amesema wanajeshi hao wataunda serikali na kufanya uchaguzi ndani ya miaka miwili. Pia kiongozi huyu wa kijeshi wa Madagascar amesitisha taasisi muhimu za kidemokrasia kama vile tume ya uchaguzi. Waandamanaji hao wajenzi watakuwa sehemu ya mabadiliko, kwa sababu vuguvugu vugu hili ambalo limeiangusha serikali liliundwa mitaani, kwa hivyo inabidi kuheshimu madai yao, alisema kiongozi huyu wa kijeshi. Wanajeshi na waandamanaji wamekuwa wakisherekea waziwazi wazi kutokana na kuondolewa madarakani kwa rais Rajoelina, huku maelfu ya raia pia wakipeperusha bendera katika mji mkuu Antananarivo. Vuguvugu la vijana almaarufu kama jenzi limeendelea kuangusha serikali kadhaa za Afrika na duniani kwa ujumla. Hii ni Trigen Media.